Mchungaji mwa kipesile amemkosoa vikali mzee Butiku kuhusu kauli zake za kutojua alipo Humphrey Polepole. Mchungaji mwa kipesile amemkosoa vikali mzee Butiku kuhusu kauli zake za kutojua alipo Humphrey Polepole, na mwandishi wetu Dar es Salaam. Mvutano mkali wa maneno umeibuka kati ya Mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya taasisi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Mzee Joseph Warioba Butiku kufuatia sintofahamu inayoendelea nchini kuhusu alipo aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi na Cuba bwana Humphrey Polepole. Mchungaji Mbarikiwa mwa Kipesile amemshutumu vikali mzee Butiku kwa kile alichokiita ukosefu wa ubinadamu na kauli za dharau, baada ya mzee huyo kusema kuwa hana taarifa kuhusu alipo Humphrey Polepole, ambaye kwa siku kadhaa sasa hajulikani aliko. Katika ujumbe wake wa video ulioenea mitandaoni, mchungaji mwa Kipesile amesema kauli za mzee Butiku zimeonyesha furaha fulani isiyofaa kuhusu hali ya kutoweka kwa Polepole pole. Akidai kuwa badala ya kuonyesha utu, mzee Butiku alizungumza kana kwamba anasherehekea yaliyomtokea mwanasiasa huyo kijana. Mzee Joseph Warioba Butiku Umeonyesha chuki ya wazi, ni kana kwamba unafurahia kilichomtokea polepole. Kama huyo angekuwa mtoto wako, usingeishia kusema damu yake ilionekana nyumbani kwake, ungesema umechukua hatua gani kumtafuta, amesema mchungaji mwa Kipesile. Kwa hisia, ameendelea kumkumbusha mzee Butiku kuhusu wajibu wake kama kiongozi mstaafu na mzee mwenye hekima na heshima katika jamii akimtaka kutumia nafasi yake kutetea haki na utu badala ya kutoa matamshi yanayoweza kutafsiriwa kama kebehi kwa wanasiasa vijana. Wewe ni mzee ambaye ulitakiwa kuongeza marafiki na kujenga heshima ya kufia nayo, ulishapoteza ushawishi wako. Huu sio wakati wa kupaka rangi upepo, aliongeza mchungaji huyo, akisisitiza kuwa kizazi kipya kinahitaji kuona mfano wa uadilifu kutoka kwa wazee wenye historia ndefu ya uongozi. Kwa upande wake mzee Joseph Butiku amejitokeza hadharani kufafanua kauli zake, akikanusha vikali tuhuma kuwa anahusika au anafahamu chochote kuhusu alipo Humphrey Polepole, balozi wa zamani akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam siku ya Jumatatu, Januari 19 mwaka huu wa 2026 mzee Joseph Warioba Butiku alisema amekuwa akifuatilia kwa ukaribu taarifa hizo, lakini hana taarifa rasmi kuhusu mahali alipo Humphrey Polepole. Ni kweli nimewahi kuzungumza naye mara tatu tu kabla ya kuondoka kwenye nafasi ya ubalozi tulijadili mambo ya nchi na uchaguzi, lakini sijui alipo sasa. Mimi sina taarifa wala ushiriki wowote wa kuhusu kutoweka kwake, amesema mzee Joseph Warioba Butiku mbele ya waandishi wa habari. Mzee Butiku pia amewataka Watanzania kuepuka kueneza uvumi na kuzingatia ukweli, akisema kuwa si sahihi kumhusisha na mambo ambayo hana taarifa nayo hasa ikizingatiwa historia yake ya kutetea misingi ya haki, maadili na urithi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hata hivyo, kauli hiyo haija eh, hata hivyo, kauli hiyo haijakomesha mijadala mitandaoni ambapo wananchi wameendelea kutoa maoni tofauti, wengine wakimtetea Mzee Butiku kama mzee wa heshima anayezungumza kwa busara na wengine wakiona kauli zake kama zisizolingana na uzito wa jambo linalohusu uhai wa mtu. Hadi sasa taarifa rasmi kuhusu mahali alipo Humphrey Polepole, balozi wa zamani, bado hazijatolewa na mamlaka husika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijatoa tamko lolote jipya, na juhudi za kumtafuta zinaendelea kupitia vyombo vya usalama. Mchungaji Mwakipesile mbarikiwa amesema hataendelea kuzungumzia swala hilo kwa lengo la kuhamasisha utu na mshikamano wa jamii akisisitiza kuwa wakati wa kuvua tofauti za kisiasa na kuweka mbele ubinadamu hasa pale eh, kunapohusu maisha ya binadamu mwingine. Polepole ni mtoto wa mtu, kama hatuwezi kuona maumivu ya familia yake, basi eh, hatujajifunza chochote kuhusu utu, amesema Mwakipesile. Wadau mbalimbali wa masuala mbalimbali hasa masuala ya kisiasa Uh, na dini wameshauri kuwa ni vyema hoja hizo zikajadiliwa kwa hekima, ili kuzuia mgawanyiko usio wa lazima, huku wito ukiendelea kutolewa kwa mamlaka zinazohusika kutoa taarifa kamili eh, kuhusu hali ya Humphrey Polepole na wapi alipo balozi huyo wa zamani Humphrey Polepole. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumepata nafasi ya kutazama eh, mvutano wa maneno ambao umeibuka kati ya mchungaji mbarikiwa mwa Kipesile na mwenyekiti wa bodi wa ya wadhamini ya taasisi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Mzee Joseph Warioba Butiku, ambapo mchungaji amemkosoa vikali mzee huyo eh, kuhusu kauli zake za, kuto, za kutojua alipo Humphrey Polepole.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 kwa ajili ya kujihakikishia kutokupitwa na habari pamoja na matukio mbalimbali pindi yanapokuwa yametokea, lakini kwa kusubscribe, ambapo ukigusa button ya subscribe chini ya video hii na kisha ukawasha alama ya kengere e, utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kabisa kupata habari pamoja na matukio mbalimbali pindi yanapokuwa yametokewa kuandaliwa na kuwekwa katika chaneli hii. Vilevile hakikisha kwamba unatufuata katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na pamoja na mitandao mingine kwa jina moja tu la Habari Kiganjani. Mimi sina la ziada, asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine.